Jeshi la polisi Tanzania limesema linachukua hatua madhubuti kukabiliana na wimbi la uhalifu wa kimtandaoni na mipango ya vurugu inayodaiwa kuhamasishwa kupitia mitandao ya kijamii kuelekea Desemba 9, 2025. kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Desemba 3 mwaka 2025 na msemaji wa jeshi la polisi makao makuu, DCP David Messime, jeshi hilo limesema limeendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi ya kulinda maisha ya wananchi na mali zao huku likihakikisha amani na utulivu vinaendelea kuimarika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 zisitolewe kwani wakifanya hivyo nchi itasimama. Nani pia wanahamasishana kuwa watahakikisha wanawafuata popote walipo watumishi wa serikali ili wawazuru. Tisa, wakati hayo yakiendelea kwenye mitandao ya kijamii tumesikia matamko mbalimbali mbali, na wanaoyatoa wanasema wanaohamasisha na wanaohamasishwa wakiandamana siku hiyo tutawakuta wamekatana vichwa huko mitaani. kumi. Wapo wengine wameapa na kutamka watakaoandamana wasifike kwenye mitaa yao kwani watawashughulikia ipasavyo. kumi na moja. Wengine wamesema hawatakubali tena kupata hasara walioipata